Hi everyone, karibuni sana kwenye chaneli yangu ya Zammy Attire. Kama wewe ni mpenzi wa fashion na unapenda kujifunza kushona mavazi tofauti tofauti, basi jua kabisa hii channel ni sahihi kabisa kwa ajili yako. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata notification pale na posti video mpya. So leo tutajifunza jinsi ya kushona design hii ya top ambayo inakuwa inavutika na mikono ya ofshoda kama hivyo mnavyoiona. Hichi ndo kitambaa chetu. Kupata upana unachukua kifua unagawanya kwa nne then unaongeza tano unakuwa upana, na kupata urefu unatoa nchi tano na nusu inategemea mwenyewe unataka top yako ifike wapi, lakini mimi natoa nchi tano na nusu napima urefu wangu ambao ni kumi na saba baada hapo ntaongeza nchi mbili au nchi tatu extra pia nitaongeza nchi moja ya kushonia. Nafanya hivyo kwa sababu sio pia elastic, ukiwa unashona urefu unakuwa unajipunguza. Kwa kwa ajili nipate urefu wangu 17 ule ule, ndio maana naongeza inchi mbili au inchi mbili, tatu extra. Kwa baada ya kukata vipande viwili cha mbele na cha nyuma na kuja tunapima kwa hapa ambapo, kwa hapa kushuka chini utashuka moja na nusu utaongeza na inchi moja kasoro, na upana tutapima mbili na nusu mbili na hadi mbili na tegemea na saizi ya mteja wako. <tiple> kwao vipande vyote ukivifunjua vitaonekana namna hii hapa, kama unavyoviona. so, hapo so baada hapo, utakuja kukata mkono, upana ni nchi ishirini hadi ishirini na mbili inategemea mwenyewe unataka upana uweje, au zaidi ya hapo. Urefu utapima urefu wa mkono wako, then utaongeza nchi moja na nusu kwa ajili ya kushonea. So baada hapo utachukua ile vipande vyako vile vya top, utaweka hapo kwenye upande wa kwapa, utaweka sasa kwenye mkono ili ukate kwapa kwenye mkono, sio? Mnaelewa, utachukua vile vipande ambavyo umekata kwapa kwenye vya top then utaweka kwenye mkono ili ufate up, upana wa kwapa ukate kwenye mkono kama hivyo unavyoona mimi nilivyofanya hapo hapo. Baada ya kukata sasa, utakuwa na vipande viwili, cha mbele na cha nyuma na mikono miwili. Tukutane part 2 kwa ajili ya kushona.